Rekodi ya maandiko imetufahamisha kwamba mfalme wa kaskazini wa Israeli sasa ameanguka mikononi mwa dola ya Ashuru, na yote ni kwa sababu ya matendo yao maovu, wasi wao dhidi ya Mungu. Na kwa kweli inaonekana kama mfalme wa kusini wa Yuda anaelekea katika mwelekeo huo huo. Kwa namna isiyotarajiwa, Mungu kwa neema anamleta kwenye kiti cha enzi cha Yuda mfalme mte Mungu. Ingawa baba yake Ahazi alikuwa mwovu, mfalme huyu Hezekia atatembea na Mungu. Kwa kweli anakuwa mmoja wa watawala wacha Mungu zaidi ambao mfalme wa Yuda amewahi kuwa nao. Sasa sura ya kumi na nane ya kitabu cha Wafalme wa pili inaanza simulizi refu na lakina kuhusu utawala wa Hezekia. Sasa anataka kuonyesha kwamba mpangilio wa matukio hapa ni mgumu kidogo. Inaonekana kwamba Ahazi alikuwa bado mfalme wa Yuda wakati Israeli ilianguka kwa hivyo unahitaji kuelewa kwamba Hezekia alikuwa akitawala kwa muda kama mfalme mwenza na baba yake. Mara tu baba yake Ahazi anapokufa, mabadiliko makubwa yatatokea sasa chini ya utawala wa Hezekia. Sasa asikiliza maelezo haya ya kuvutia ya mfalme Hezekia yanayotolewa kwetu hapa katika aya ya tatu naye alifanya yaliyo sawa machoni pa Bwana kulingana na yote ambayo Daudi baba yake alikuwa amefanya aliondoa mahali pa juu na kuvunja nguzo na kukata Ashera. Aya ya nne inatuambia alivunja vipande vipande yule nyoka wa shaba ambaye Musa alikuwa ametengeneza kwa maana hadi siku hizo watu wa Israeli walikuwa wakitoa sadaka kwake. Je, uliona hilo? Yule nyoka wa shaba ambaye ulikuwa umewekwa juu ya mti miaka mia saba iliyopita ulikuwa umekuwa sanamu. Watu walikuwa wameugeuza kuwa aina fulani ya picha ya kishirikina ya kiajabu. Basi Hezekia anaiondoa. Mstari wa tano unasema kuhusu Hezekia: alimtegemea Bwana Mungu wa Israeli, hivyo kwamba hakukuwa na mwingine kama yeye miongoni mwa wafalme wa Yuda baada yake, wala miongoni mwa wale waliokuwa kabla yake. Na katika mstari wa saba tunasoma: Bwana Bwana alikuwa pamoja naye, popote alipoenda alifanikiwa. Hiyo ni wasifu wa kuvutia sana hapa katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Sasa imekwisha. Katika akaunti sambamba ya Mambo ya Nyakati ya Pili, ambayo tunaiunganisha katika masomo yetu tunapofanya kazi yetu kupitia vitabu vya Wafalme na Mambo ya Nyakati, tunapewa akaunti iliyopanuliwa ya utawala wa Hezekia. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 29 ni ya kwanza sasa kati ya sura tatu ambazo kwa kweli zimejitolea kwa mageuzi ya Hezekia hapa Yuda, kufuatia utawala mbaya wa baba yake Mfalme Ahazi. Kwa kweli sura za 29 hadi 31 zinatupa sifa kadhaa za kile ninachotaka kuita ufufuo wa kweli na na sifa ya kwanza ni hii: ufufuo wa kweli na wa kweli huanza na uongozi wa haki. Ni kwambie wapendwa, katika historia yote, momko wa kiroho ni kazi ya Roho Mtakatifu, lakini daima hutumia baadhi ya watu muhimu wa Mungu. Hezekia ana moyo wa Mungu, na tunaona hili katika mojawapo ya mambo ya kwanza anayofanya baada ya kifo cha baba yake. Sasa hapa katika Mambo ya Nyakati ya pili 29 mstari wa tatu tunasoma hivi: katika mwaka wa kwanza wa utawala wake, katika mwezi wa kwanza, alifungua milango ya nyumba ya Bwana na kuirekebisha . Pia anawaita walawi wajitakase kwa ajili ya kujiandaa kumtumikia Bwana sasa kulingana na sheria ya Mungu. Na hii italeta sifa nyingine ya ufufuo wa kweli: uanzia na uongozi uliotakaswa na pili, hapa inaongoza kwenye upya wa ibada. Unaona, Hezekia anaelewa kwamba watu wameacha ibada ya hekalu iliyowekwa na Mungu. Kwa hiyo anasema hapa katika aya ya sita, baba zetu wamemwacha yani Bwana, na wamegeuza nyuso zao kutoka kwenye makao ya Bwana na kugeuza migongo yao pia. Walifunga milango ya ukumbi na kuzima taa, na hawakuwasha uvumba au kutoa sadaka za kuteketezwa mahali patakatifu kwa Mungu wa Israeli. Kwa hiyo hasira ya Bwana iliwajia Yuda na Yerusalemu. Kwa hiyo sasa, kwa msaada wa Walawi, Hezekia anarejesha hekalu. Anaondoa uchafu wote, takataka zote, pamoja na sanamu zote. Ahazi alikuwa ameweka sanamu hizo humo. Na sasa kwamba yote yamesafishwa, dhabihu zinatolewa tena. Aya ya 35 inatuambia kwamba huduma ya nyumba ya Bwana iliyokuwa imesahaulika kwa muda mrefu ilirejeshwa. Sasa hii inaweka msingi wa sifa nyingine ya uamsho wa kweli katika mbili Mambo ya Nyakati sura ya 30, na hiyo ni kurudi kwenye utii. Sasa watu hawawezi kumrudia Bwana kwa utii bila kufahamu amri na matakwa yake, na moja ya matakwa na amri za Mungu ni hii sherehe ya kila mwaka ya Pasaka. Kwa hiyo Hezekia anataka kurejesha sherehe ya Pasaka ambayo imepuuzwa kwa muda mrefu, lakini kuna tatizo la kiufundi hapa. Pasaka inapaswa kuadhimishwa katika mwezi wa kwanza, lakini makuhani hawana muda wa kujitakasa ipasavyo. Kwa hiyo badala ya kusubiri mwaka mzima, aya ya mbili inatuambia hapa, mfalme na wakuu wake na wote kusanyiko huko Yerusalemu walikuwa wameamua kusherehekea Pasaka katika mwezi wa pili. Kwa hiyo unayo mfalme akituma wajumbe kote Yuda, akiwaalika watu kuja Yerusalemu kwa ajili ya Pasaka wanaenda hata katika maeneo ya Israeli kwa mabaki ya watu waliobaki huko baada ya ushindi wa Waashuru katika nchi hiyo. Sikiliza mwaliko wa Hezekia kwa wote hapa katika aya ya sita: Rudini kwa Bwana, msiwe kama baba zenu na ndugu zenu ambao hawakuwa waaminifu kwa Bwana Mungu wa baba zao, kiasi kwamba aliwafanya kuwa ukiwa kama mnavyoona. Nina furaha kuwaambia kwamba watu wa Yuda walijibu mwaliko wake, lakini nasikitika kuwaambia kwamba ni wachache tu kutoka Israeli walikuja katika mji wa Yerusalemu. Kwa kweli wengi wao wanacheka wajumbe wa Hezekia na kuwadhihaki. Hata hivyo, Yerusalemu hivi karibuni inajaa nyimbo za sherehe. Tunaambiwa hapa katika aya ya 26, kulikuwa na furaha kubwa huko Yerusalemu, kwani tangu wakati wa Solemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli hakukuwa na kitu kama hiki huko Yerusalemu. Unajua kinachoendelea? kuna uamsho mkubwa unaotokea katika nchi, na hiyo daima inaleta utimilifu na furaha kwa watu wa Mungu. Pia inaleta utiifu zaidi. Sasa tunapofika sura ya 31, tunapata sifa hii ya nne ya uamsho wa kweli, nayo ni kuondolewa kabisa kwa sanamu. Wabudu wanaondoka Yerusalemu. Baada ya sherehe hii, wanarejea katika nchi na wanaanza kubomoa mabaki yote ya ibada ya sanamu katika nchi nzima. Hata watu wachache waliokuja kutoka Israeli wanarudi nyumbani na kubomoa madhabahu za kipagani katika nchi yao. Hii ni somo zuri kwa njia kwetu sisi leo. Ukifuata Bwana kwa moyo wako wote, utaondoa chochote kinachoweza kukurudisha chini katika kutotii. Hii itakuwa unajua, kile unachoweza kuita kuchoma madaraja yako nyuma yako. Unaondoa chochote kinachokuvutia kurudi katika maisha ya dhambi. Tazama, unapojikuta unayumba katika kazi yako, jitoe tena kwa ibada ya makusudi eneyo makini ya kibiblia, na jitoe tena kutii neno la Mungu. Iwe unahisi hivyo au la, hakikisha unaondoa sanamu hizo. Kama mtu fulani alivyosema, mioyo yetu ni viwanda vinavyotengeneza sanamu kwa urahisi na haraka sana. Kwa hiyo tuwe macho kwa chochote kinachochukua umakini wetu, kinachotuvuruga kutoka kwa upendo wetu kwa Kristo na neno lake. Na tunapofanya hivyo, basi tuko katika mchakato wa kupata tena wakati mwingine wa uamsho wa kibinafsi, wa kweli. Na tunataka kuishi kwa njia hiyo. Tuweze kuishi kwa njia hiyo. Neo. Basi hadi somo letu lijalo. Pamoja wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.